Watazamaji wako kutv na kukaribisha tena katika siku ya leo kwa ajili ya kwenda kuziangazia taarifa za kimichezo ambazo zinaendelea kuchukua nafasi kubwa kwa siku ya leo na zinaendelea kuzungumzwa na kuimbwa kwa ukubwa. Miongoni mwa taarifa hizo ni pamoja na mchezo kati ya Mbeya City dhidi ya kikosi cha Africans Yanga Africans wakiamlia sare ya sifuri bin sifuri dhidi ya Mbeya City. Tutakwenda kuangazia taarifa hiyo kwa ukubwa pasi na kusahau michezo ya siku ya leo Simba Sports Club wakitarajiwa kushuka dimbani kucheza na kikosi cha Namungo Football Club na tuanze kuangazia ligi kuu ya NBC Tanzania bara kwa michezo iliyopigwa hapo jana. Mchezo, mchezo ulipigwa katika jiji la Dar es Salaam ukikutanisha klabu ya Singida Black Stars dhidi ya Mashujaa Football Club, mchezo uliopigwa katika dimba la KMC Complex mwingi jijini Dar es Salaam, mchezo huu uliotamatika kwa timu ya Singida Black Stars kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Mashujaa Football Club, bao la mchezaji Elvis Rupia wa Singida Black Stars aliolipachika dakika ya nyongeza ya 45 ya mchezo likatosha kuipatia Singida Black Stars alama tatu zote za mchezo huo. Mara baada ya mchezo huo kutamatika, afisa habari wa klabu hiyo ya Singida Black Stars Hussein Masanza amezungumzia namna ambavyo mchezo ulikuwa mgumu, lakini pia ametoa taarifa ya kutoa mapumziko kwa upande wa wachezaji wa klabu hiyo. na tunapata alama nyingine tatu kwenye ligi kuu ya NBC baada ya kumalizana na Mashujaa. Mchezo mwingine mgumu, lakini hatimaye Uh, timu yetu inaondoka na ushindi wa goli moja kwa sifuri na kunyakuwa alama zote tatu. Kitazama msimamo wa ligi sasa hivi baada ya mechi zote kuchezwa leo e, utauona umependeza sana pale juu Singida Black Stars tukiwa kileleni. Kwa mara nyingine inazidi kudhihirisha kwamba timu yetu imesheheni X factor players, wachezaji ambao wanaweza kuamua mechi muda wowote. Elvis Baranga Rupia akiwa kwenye ubora wake leo hii amefanikiwa kutupatia goli moja la ushindi na kutoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Si bahati mbaya, ni kutokana na ubora ambao yuko nao, lakini si bahati mbaya pia ni kutokana na ubora wa Miguel Gamondi ambaye anazidi kudhihirisha kwamba yeye ni kocha wa viwango vya hali ya juu. Baada ya mchezo huo Singida Black Stars inafikisha alama sita baada ya kushinda michezo yake yote miwili iliyocheza ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, sambamba na mashujaa wakisalia na alama zao nne baada ya kucheza michezo yao mitatu wakishinda dhidi ya Mtibwa Sugar wakiwa mkoani Kigoma, wakisali dhidi ya JKT Tanzania wakiwa mkoani Kigoma na wakipoteza mchezo dhidi ya Singida Black stars. Na mchezo wa pili ulipigwa katika dimba la Sokoine jijini Mbeya kuzikutanisha timu za Mbeya City dhidi ya wananchi Young Africans. Mchezo huo uliopigwa majira ya saa kumi na dakika kumi na tano kwa saa za Afrika Mashariki ilishuhudiwa dakika tisini zikitamatika kwa sare tasa ya bila kufungana. Baada ya mchezo huo yanga inafikisha alama nne baada ya kucheza michezo miwili huku Mbeya City ikifikisha pia alama nne baada ya kucheza michezo mitatu ikishinda mchezo dhidi ya Fountain Gate, uliopigwa Tanzanite kwa raha lakini pia ikipoteza dhidi ya Mbeya City na ikisale dhidi ya Yanga. Baada ya mchezo huo, baadhi ya mashabiki wa klabu hiyo wameendelea kususia mchezo yao, lakini pia wakihamasisha kocha aiache timu yao kutokana na kutokuwa na faida. Lakini kwa upande wa afisa habari wa klabu hiyo Ali Shabani kamwe amewataka mashabiki wa klabu hiyo kuendelea kuiunga mkono, lakini pia kuendelea kumpatia muda kocha kwa kile ambacho anakitengeneza. na ligi hiyo pia, hii leo inatarajiwa kuendelea kwa michezo miwili kupigwa. Majira ya saa kumi na mbili utapigwa mchezo mmoja wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara katika uwanja wa Meja General Samuel jijini Dar es Salaam, JKT Tanzania ya Hamad Ali itawaalika Azam FC ya Florey Benge mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Kuelekea katika mchezo huo, hapo jana umefanyika mkutano wa waandishi wa habari na manahodha kwa upande wa timu zote mbili. Kwa upande wa kocha wa JKT Tanzania Ahmed Ali amesema Asalamu uh, alaikum uh, I think all preparation iko, iko vizuri. Uh, toka muda ambao tulitoka coast na no, tumepata almost uh, five days za kujiprepare so hakuna shida yoyote so far uh, tofauti na wachezaji ambao walipata pens, kwenye mechi mbili ambazo tumecheza uh, uh, Saidi ya Misi uh, pia Maka alipata pen kwenye mechi na na Cost, so wengine wote wako kwenye hali nzuri. I think leo ni siku ya mwisho kwenye preparation uh, kila kitu ambacho tumejiandaa nacho um, i think kiko kwenye nani nzuri. Kwanza niseme um, kama mwalimu na respect Azam, ni timu uh, nzuri uh, wa zuri, iko na wachezaji wazuri na staff nzuri so uh, imeinvest vitu vingi uh, kwenye malengo yao uh, kushinda mechi uh, away na kuja kukutana na timu ngumu uh, i think sijaelewa, lakini so kitu ambacho uh, najaribu kukuelewa uh, tumemaliza mechi na Coast uh, timu ya Coast ni tofauti na timu ya Azam. So tukiwa nyumbani au tukiwa away uh, Coast ni plani, jinsi wanacheza wachezaji walio nao ni different na, na Azam, so tuna respect sisi tunajua tutakuja uh, kucheza mchezo bora na, na respect kubwa sana kile ambacho wao wanafanya, so hatutahofia uh, ila tuna tutaheshimu. Nafikiri itakuwa different game uh, itakuwa different game kwa ile season uh, different staff uh, kwa staff ile na sasa ni tofauti, some others player ambao wapo na wengine ni new players ambao uh, wako na ability kubwa so tuna tahadhari na kujua kwamba okay, um, playing style na system of play ambao wako nao sio kama ile ambao walikuwa wanaweka. Tomorrow inaweza kuwa tofauti na, na, na, na cost tunaweza tuka create chance chache uh, tukazitumia ama tunaweza tusi create kabisa kulingana na opponent, kwa tunatakiwa kuwa bora kama nilivyosema mwanzo, tunatakiwa kuwa bora uh, kwenye matumizi ya hizo nafasi. Mimi nafikiri for me kama mwalimu, I'm happy and proud. Kama timu inaweza ka, ikafika na ku create Uh, so far ni vitu vichache ambavyo ni homework kwangu kuviboresha na kuwa kwenye hiyo um, top kama tunaweza create 3 or 4 chances, basi tuweze kutumia mwisi, almost 2 or 1 chance. Amesema wamejipanga vizuri kutengeneza mwendelezo wao wa ligi kuu ya yani NBC Tanzania bara, lakini pia wanakwenda kucheza katika mchezo huo wakiwa na kumbukumbu ya kuwa kwenye mashindano ya shirikisho barani Afrika.

Sisi kama wachezaji tumejipanga vizuri kwa sababu tunawajua wa JKT wana timu nzuri, uh, wana wachezaji wazuri ambao wamesajili msimu huu, lakini sisi kama wachezaji tutafuata maelekezo ya mwalimu ili kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Uh, sisi kama wachezaji tunajua mchezo wote ambao uko mbele yetu ni muhimu. Kwa hiyo mchezo wote ambao uko mbele yetu tutapambana ili kuipambania kupa, Azam FC na kupata alama tatu, kwa hiyo mchezo wote, sisi, tutapambana kama wachezaji kufuata maelekezo ya mwalimu ili kufanya vizuri. Katika dimba la Benjamin Mkapa majira ya saa mbili na dakika 15 kwa saa za Afrika Mashariki. Klabu ya Simba itawaalika wauwaji wa Kusini na Mungu Football Club ya Juma Mgunda kuelekea katika mchezo huo. Afisa habari wa klabu ya Simba Ahmad Ali amesema kuwa wamejipanga vizuri kuelekea katika mchezo huo. Mchezo wetu dhidi ya Namungo itakuwa ni saa mbili na dakika kumi na tano usiku, saa mbili na robo. Kwa hiyo, wanasimba, ni vema tukalifahamu hili na tuka tukaifikisha hii taarifa kwa wanasimba wenzetu ambao eh, pengine bado wanafikiri mechi ni saa moja eh, au mechi ni saa kumi mechi itakuwa ni saa mbili na robo usiku siku ya tarehe moja ya mwezi wa kumi. Wale wote ambao watanunua tiketi za VIP B ya shilingi elfu kumi na VIP A kwa shilingi elfu ishirini Watu wote watakaokuwa na tiketi hizo wataruhusiwa kuingia na magari yao. Amesema kuwa anaamini kikosi chake kinakwenda kutoa ushindani mkubwa dhidi ya Simba na hasa akihitaji alama tatu muhimu katika mchezo huo. Mpaka sasa klabu ya Simba imecheza mchezo mmoja wa Ligi Kuu ya NBC Tanzania Bara ikicheza dhidi ya Fountain Gate na kiibuka na ushindi wa mabao matatu kwa bila. Lakini kwa upande wa kikosi cha Namungo Football Club tayari imekwisha kucheza michezo miwili ikishinda dhidi ya kikosi cha Tanzania Prisons na ikisare dhidi ya Pamba Jiji. Leo nini kitajiri? Tutakujuza, endelea kusalia pamoja nasi. Jina langu Filimoni Mawazo.